Kiukweli nilifahamu kwamba ninachoenda kuomba sio kitu sahihi, lakini imebidi nikuombe tu. Ningefanyaje? Mimi ni mama. Kama watoto watakapoondoka nyumbani kwa siku chache tu mama anaanza kujisikia vibaya siku moja baada ya nyingine. Sasa hebu jaribu kufikiria ni jinsi gani ninavyokosa pumzi kwa sababu ya kukosa uwepo wa mwanangu kwa siku zote hizo. Katika masuala haya, sio rahisi wazazi kubaki katika hali ile ile. Narini anaweza kuacha kila kitu na kukubali kuwa mtawaliwa na hakuna mama wa mwenye ujasiri wa kuvumilia kitu kama hicho. chola kahan se ye tune rangi vayare chola kahan se ye tune rangi vayare Naren amekuwa siku zote ni mtoto asiye na utulivu. Alikuwa hawezi kutulia sehemu moja zaidi ya dakika mbili, alikuwa hawezi kabisa. Alikuwa ni mtoto mchangamfu ambaye alikuwa anacheza na kila mtu, alikuwa akiwavutia watu wengi kwa macho yake makubwa. Naren alikuwa na mwaka mmoja na miezi mitatu wakati kuhani alikuja kumbariki. Baada ya kuona tu cheti chake cha kuzaliwa, akasema Naren ana hatima mbili kwenye maisha yake: huenda akawa mfanyabiashara maarufu mwenye mafanikio kama baba yake, au anaweza akawa mtu mwenye kujinyima zaidi ya babu yake. Ilimshtua sana baba yake Narin. Haris alimwona ya baba yake akifanya maamuzi magumu kwa ajili ya kujitolea, na ndio maana aliweka wazi kabisa kwamba nimweke Narin mbali na masuala ya kidini. Narin, kila alipokuwa akitoka shule, alikuwa ananiuliza kuhusu masuala ya Mungu na wachungaji. Hata mimi nilibaki njia panda. Ningeweza kuwa mbinafsi au kutimiza majukumu yangu ya asili kwake, lakini niliuelewa uoga wa baba yake. Kwa wakati huo, kuwalea watoto wangu ilikuwa suala la muhimu kuliko vyote, na ndio maana mimi nilimlea maisha ya kawaida kama wanavyolelewa watoto wengine. Nikamweleza kuhusu masuala ya Mungu na umuhimu wa kumwabudu na kumpenda Mungu. Nilimfundisha kila kitu ambacho mtoto anapaswa kufahamu. Wote tulijaribu kuelewa ni nini Naren alikuwa anafikiria, hatukuacha sintofahamu yoyote ile. Lakini mume wangu alishindwa kuelewa kabisa ni kitu gani Naren anahitaji kwenye maisha yake. Alikuwa ni mpweke licha ya sisi wote kuwepo. Alikuwa anakula chakula cha kawaida na anaishi maisha ya kawaida, hajawahi hata kukasirishwa na kitu chochote kile. Kwa nini alikuwa akijitesa namna hii? Tulihitaji awe na rafiki mdogo kama yeye. Ni kweli sisi tulikuwa ni wazazi wake na tunampenda, lakini kikweli, alikuwa anahitaji rafiki ambaye analingana naye umri, na ndio maana tukakuomba wewe utusaidie kwenye jambo hili. Ni hivyo tu, tunahitaji mtu ambaye atakuwa ni rafiki wa kijana wetu kama Naren. Ni mwanangu mimi, basi wewe pia ni familia yake na labda wewe unaweza kumsaidia na kunisaidia mimi pia kurekebisha makosa yangu ambayo niliyafanya kama mzazi. Wewe pale stejini ulicheza kama Meneka. Kama uliweza kufanya hivyo basi, hata hapa kwangu naamini unaweza kufanya hivyo. Mvua imekatika, napaswa kuondoka. Bila shaka tutafanya kazi pamoja. Muda si mrefu nitazungumza na kaka pindi tu nitakapofika huko na kuhakikishia Sweet. Nini yote hii jamani? Tupo kwenye likizo, lakini bado umetingwa tu na kazi. Unaweza kuzungumza na mkandarasi baadaye, si ndio? <coughs> Hivi unajua nini? Nikizungumza naye uso kwa uso nitapata mawazo mengi mazuri. Lazima kaka atafurahishwa na huu mpango. Je, mm, yeah, um, ungependa chai? Hakika. Hey, lakini tafadhali usiniweke sukari nyingi kwenye kikombe changu. <laughs> Unafurahisha sana Nelo. Nitarudi. Sawa. Dereva atakurudisha nyumbani, sawa? Ninaweza kwenda mwenyewe mama. Nashukuru sana. Ma, um, najua kwamba umekasirika sana lakini kuna kitu kimenisukuma ni kwambie wewe tena, bila ya kusita wala kuwa na wasiwasi wowote. Asante mwanangu, Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu.

Habari yoyote? Kwa hiyo shemeji na Narin... na Narin wamekupa nawe mapumziko? E, bibi, nimefanya kile kitu ulichoniambia. Yaani macho yangu yote yalikuwa kwenye hii nyumba na bosi kile hajui kitu chochote kile. Vizuri. Kwa hiyo habari gani mpya? E, bosi kuna msichana alikuja hapa nyumbani kuonana na baba. Na bwana Vyas alimpeleka yule msichana moja kwa moja na kumpeleka kwenye chumba cha Narin, na amekaa hapo karibia saa moja na nusu, ila ameondoka muda si mrefu, na huko amekasirika. Msichana? Ulishwai kumwona kabla? Hapana bosi, sijawahi hata kumwona. Basi sawa, ikiwa kuna mabadiliko yoyote mapya nijulishe haraka. Ndio sawa. Rahul, unajua chochote kuhusu ya msichana? Msichana nini tena? Mibie, kuna jambo hapa. Yani huyu binti alikuja na maputo mengi sana. Maputo Narin yule msichana maputo. Huyu ni Narin, ni mwanangu. Unatakiwa ushinde moyo wake. Nachokiomba kwako ukae hapa kwangu kwa muda wa miezi mitatu. Kama nilivyoahidi hapo mwanzo, utalipo vizuri sana tunachohitaji ni rafiki tu kwa ajili ya kijana wetu, na labda kwa msaada wako naweza kusahihisha makosa yangu ambayo niliyafanya. Kama kweli unamjali kaka yako, hakikisha kwamba hapokonywe hii nyumba. Naomba ulipe madeni ya mama yako. Kama kweli unamjali mjomba yako, lipa madeni ya mama yako. Nitatafuta suluhisho, mjomba. Sio lazima kutafuta suluhisho tena, nimeamua kuiuza hii nyumba. Kweli bwana Gupta, si tumeipenda nyumba hii. Kaka yangu aliniambia kwamba unataka milioni hamsini tu na yeye amekubaliana na hilo, au unasemaje eh? Sahihi kabisa, ila tulikuwa tunaomba moja tu, utukabidhi hii nyumba haraka iwezekanavyo, ndani ya siku mbili kama ikiwezekana. Nakuomba endesha haraka haraka, nataka nifike nyumbani haraka. Ao jamani, hii ni tamu sana Kusum. Uji wa mchele ulikuwa mtamu. Ni kweli mama, unatufanya tulambe midomo. Uji wa mchele ni mtamu kuliko chochote. <coughs> Ah, dada, yaani umekuja muda mwafaka kweli. Ah, ingia ndani mwanangu, umekuja wakati sahihi. Kwa rehema za Mungu, Rama, nyumba yetu imeweza leo, wamekuja na wewe Hebu mwache kwanza mtoto ale kwanza. Lakini anatakiwa kujua sababu iliyoko nyuma yake. Mwanangu Puja, mwana Sharma ametupa na nyongeza ya miezi sita, hatulazimiki kuiuza hii nyumba. Na wale waliotaka kuinunua hii nyumba, yaani huwezi kuamini kabisa, baba amewaondoa hapa. Ha, kwa busara. Ha, ha, zote unapaswa kuzingatia masomo yako kwa sasa, hakuna mambo ya kufanya kazi. Bwana Sharma, umetufanyia fadhila kubwa sana kwa mara nyingine tena. Hamna kitu <laughs> sijui hata kama naweza kuirudisha hii fadhila, Bwana Satish. Ni kama vile nyumba yako bado inakuhitaji sana <laughs> Sawa basi, ningependa kuondoka. Kwa heri. Nika moja mjomba. naomba nimtoe Bwana sharma nje mara moja sawa Mkuu, ni <sighs> nini hiki sasa? Hapo mwanzo ulikuwa unatulazimisha kuuza hii nyumba, na kisha unajaribu kunipatia kazi, na sasa unajaribu kutupatia nyongeza miezi sita. Puja, mimi wala sikuwashinikiza nyie kwa lazima, na ukweli ni kwamba kipindi cha nyuma tuliweza kujipatia kiasi cha shilingi milioni moja nikuulize kitu hivi ni nani aliyekupatia hiyo milioni moja ah, ndiyo bibi ya Supriya aliniingizia milioni moja kwenye akaunti yangu lakini hata hivyo kuna jambo moja aliniomba nisikuambia chochote kuhusu hili jambo Tunapaswa kulizoea giza Supriya. Angalau nikiwa gizani, huzuni yangu haiwezi kuonekana. mlango mmoja unapojifunga, basi Mungu hufungulie mlango mwingine. Tafadhali nakuomba umwamini Mungu. Kwa kweli siwezi kuitegemea imani yangu tena. Puja, ah, ndo aliyekuwa tumaini langu la mwisho. Inaonekana ili kumweka Narini kwenye mstari ulionyooka, inatulazimu tufanye kazi ya ziada sana. mwanangu bwana Sharma ametupa nyongeza ya miezi sita mbele Bibi Supriya aliniingizia milioni moja kwenye akaunti yangu lakini hata hivyo kuna jambo moja aliniomba nisikuambia chochote kuhusu hili jambo halo mama kuja hapa ndio mwanangu kila kitu kipo sawa Mama, unajua nakuheshimu sana, lakini siwezi kufanya kile ulichoniomba. Naomba usiwe na matumaini juu ya maamuzi yangu. Mimi nitamwambia bwana Sharma akupatie pesa zako haraka. Puja, mimi sio kama najaribu kukushinikiza. Ninachojaribu kufanya mimi ni kutubu kwa Mungu na wewe, wala hutakiwi kufikiria mambo yote haya ambayo yametokea leo hapa kwetu. Haikuwa busara kukuomba vile, na wala haikuwa haki mimi kukuambia ufanye kitu kama kile, na wala harithi ya kuwa sawa kutumia upeke wake kukuambia ufanye kitu kama kile. Tulichofanya ni ubinafsi. Kukupa zile pesa ilikuwa ni njia ya sisi kukusaidia wewe. Ukizikataa hizo pesa nitahisi kama vile hautuheshimu tena. Lakini mama... naelewa, kama utu wako haukuruhusu kufanya kitu kama hiki. Lakini mwanangu, chukulia hili kama fadhila, ifikirie kama mkopo, unaweza kurudisha mda wowote utakapotaka. Kubali mwanangu, hii ni toba yangu kwako na pia utakapotembelea huku Rishikeshi, tafadhali njoo nyumbani kwetu. hakuna ajuaye wapi pakuipata furaha. Hebu itazame mvua inaponyesha kutokea angani. Mtazame jinsi mtoto alivyolala kwa amani kwenye kitanda chake. Mpaka rangi turubai lililo tupu kwa rangi zinazoshamiri. Hakuna pakuipata furaha, unapaswa kuitafuta furaha ndani yako.